Yes, bwana, mambo vipi? Habari ambayo inaendelea kwa hivi sasa katika timu ya Simba inamuhusu mchezaji wao atali, mchezaji ambaye anaufalume katika timu ya Simba Elim Panzo. Bwana Elim Panzo anahusishwa kuondoka katika timu ya Simba, na chanzo kinasemwa ni kocha wake ambaye alikuwa anafundisha timu ya Simba msimu uliopita Fadu Davis. Lakini nakukumbusha usisahau tumdao kusubscribe katika peji yetu, ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo na burudani. Elim Panzo bwana hana furaha kabisa katika timu ya Simba, hilo shairi na watu mbalimbali ambao wako ndani ya kamati ya Simba wanadai kwamba Mpanzu hana furaha, Mpanzu anataka aondoke ndani ya timu ya Simba. Lakini hapa niko na mchambuzi wa masuala ya michezo anazungumzia swala zima la Eli Mpanzu kuachana na Simba, au Eli Mpanzu kwa nini anataka aondoke Simba. Atachambua kwa undani kabisa kuhusiana na swala zima la Eli Mpanzu. Ee, ukimwangalia Eli Mpanzo unaona kabisa pale Msimbazi ana furaha kabisa, kwa sababu Mpanzo alikuja hapo Simba, yeye alikuja kama star, alitegemea aje Msimbazi awe star pale katika timu ya Msimbazi. Unajua kabisa timu yoyote lazima ina star ambaye anategemea katika kikosi. Ukiangalia Yanga Afrika, lazima muangalie Pakome ndio star wao pale. Sasa Mpanzo ana kitu fulani, tuongelea kama ubinafsi. Sasa tunajua, sijui sijui takuwa ni nini, lakini alitaka kuwa star katika timu ya Simba. Ile dukuduku limeanza meanza pakati twangia Simba wasajili wachezaji ambao wana uwezo mkubwa kwa sababu mwanzo mpanzo alikoponi yeye, ambaye ana uwezo mkubwa pale Msimbazi alikopona mwangalia sana, maneno mengi yanatupwa kwa mpanzo kwa sababu ndo alikopo nyota hatari sana katika timu ya Simba. Lakini kwa sasa hivi twangia waji wachezaji ambao wana uwezo mkubwa kuliko yeye, imekuwa ndo zimeanza hizo chokochoko mpanzo kuondoka Simba, kwa hiyo stories zimekuwa nyingi sana kwa sababu usajili umekuja mkubwa sana pale Msimbazi. Ameona kabisa anaanzia benchi kwa sababu wachezaji walokuja Msimbazi sio kitoto, wana uwezo mkubwa sana, alafu wanalijua mpira so kinoma noma. Kwa hiyo mpanzu pia ametumia sababu mm, kuondoka kwa sababu kaona wachezaji wazuri sana wamekuja pale Msimbazi, anaona atasugua sana benchi. Na ukiangalia vizuri pale Simba sasa hivi usajili walochukua ni wachezaji wazuri sana. Kwa hiyo ana haki no, wa wa ya kulilia kuondoka ili mpanzu pale Msimbazi, lakini vile vile tunajua kabisa Fadru anamhitaji sababu alivyokuja ili mpanzo kocha alikuwepo Fadru. Kwa hiyo alikuwa anamtumia sana kwa sababu alikuwa ni mchezaji mzuri sana ambaye ana uwezo mkubwa. Alikuwa anajua kumtumia vizuri na alikuwa tunamwona mpanzo kipindi cha nyuma, alikuwa ni mchezaji bora sana. Alikuwa anawaka sana na alisaidia Simba kina mna fulani. Lakini vile vile Fadru ndo maana anamhitaji akacheze kule Raja Casablanca kwa sababu ni mchezaji mzuri sana na pia anamhitaji, alishamuona alishakaa na timu moja. Kwa hiyo ana haki ya kumhitaji Fadru kwa sababu Fadru, ukimwangalia Fadru ni kocha mzuri sana ambaye anajua kukaa na wachezaji pia anajua kuongea na wachezaji. Kwa hiyo naona akienda kule Elimpanzu itakuwa ni vizuri sana kuliko abaki pale Msimba, afu ana furaha kabisa kabisa. Ukimwangalia Elimpanzu sasa hivi hata mazoezini ana furaha kabisa, kama mwanzo ni mchezaji ambaye ana furaha kabisa na timu ya Msimbazi, anacheza tu potelea mbali. Hata ukiangalia mechi ya nyuma hapa waliopoteza 2-2 Elimpanzu ameingia anacheza kama hataki, kwa hiyo inaonyesha kabisa Elimpanzu hahitaji abaki timu ya Msimbazi tena, kwa hiyo Viongozi wa Simba waangalie wafanyaje kuhusu mchezaji, kwa sababu kwa hauwezi kumng'ang'ania kwa mchezaji abaki kwenye timu yako akaondoka timu, timu ya jirani Yanga Afrika akaenda Yanga Afrika iko Wachukue Simba wanataka kuchukua hata wachezaji watano, wangewachukua kwa hiyo ila kwa sababu ilikuwa ni hela nzuri sana kusajili. Kwa hiyo naivyoona mimi viongozi wa Simba wakae na mchezaji, ongee naye kosa ni nini, issue ni nini walimalize. Kwa sababu kuwa na mabifu na wachezaji so fresh. Kwa sababu Mpanzo yeye yeah, anataka kuondoka pale Msimbazi na alikuja kwa matakwa yake mwenyewe Mpanzo, kwa sababu yeye yeah, Mpanzo ndio alikuwa anaitaka timu ya Msimbazi. Kwa sababu Yanga alienda kumhitaji kutaka saini yake yeye yeah, mwenyewe akasema anataka kuchezea Simba. Kwa hiyo alikuwa na mapenzi na Simba. Lakini wanavyomfanyia hivi inakuwa si vizuri hata siku nyingine atakuwa na mapenzi kabisa na Simba. Kwa hiyo unavyoona, viongozi wa Simba wakae chini, waongee na mchezaji, wamalizane naye tu aende anapotaka. Lakini kuna watu wanasema kwamba Elie Mpanzu pengine timu ya Simba kwa hivi sasa haifanyi vizuri timu ya Simba e, katika mashindano ya klabu bingwa kwa sasa hivi inaonekana kabisa haina nafasi ya kufuzu hivyo, e, inapelekea Elie Mpanzu kuona kama timu ya Simba kwa sasa hivi haina mwelekeo wote, na ndio maana hata mwenyewe anashinikiza kuondoka katika timu ya Simba. Je, wewe unadhani Elie Mpanzu, kitu ambacho kinafanya aondoke katika timu ya Simba ni mojawapo ya sababu kwamba timu ya Simba kwa hivi sasa haifanyi vizuri? Maana kuna watu wanasema uongozi hauko sawa e, mwekezaji pia hayuko sawa. Yani kila mmoja anakuja anasema ya kwake, wengine wanaenda mbali na kusema mpaka msemaji wa Simba Medi Ali ni mtu ambaye pia anawahujumu. Je, wewe unaona ni nani ambaye e, pale Simba kwa sasa hivi ni kikwazo? Je, ni mabosi au ni mwenyekiti ambaye ni mangungu au mpaka wasemaji kama watu wengine jinsi ambavyo wanadai kusema kwamba Adi Ahmed Ali kuna vitu ambavyo anazingua, anawapamba sana wachezaji, lakini wakija kucheza uwanjani wanaona Kana ni wa kawaida na hii inapelekea mpaka Elie Mpanzu vilevile kwa hivi sasa, sakata lake limekuwa kubwa, yeye pamoja na viongozi wake, anataka kuondoka katika timu ya Simba. Je, unaona ni kitu gani ambacho kinamfanya Mpanzu atake kuondoka katika timu ya Simba? Unajua kuna wachezaji ambao wanataka mafanikio ya haraka e, kwenye timu. Kwa hiyo ukimwangalia Elie Mpanzu amekuja na mja mchache sana pale Msimbazi, lakini anataka mafanikio ya haraka ambapo kuna wachezaji ambao wameikuta timu na wamepambana mpaka wameweka sehemu nzuri. Kwa hiyo mimi naona Mpanzu anataka mafanikio ya haraka pale Simba, ndo maana ameona, tumekosa ligi mara ngapi mm? tunapitia mara ngapi kwa nini, kwanini nikatafute challenge nyingine. Kwa hiyo anataka timu ambayo ya makombe wachezaji wengine wengi ambao iwe vile vile, wa, bora iwe na mafanikio ingikupona jambo zuri sana ndio unatakuwa mchezaji mchezaji bora na mchezaji mkubwa, lazima uipambanie timu iwe bora, ndio jambo zuri sana kwa sababu ukiongelea viongozi, viongozi wa Simba wamesajili wachezaji wengi sana.

wachezaji pia viongozi ile wanakosea, waliangalie sana, sababu wanaumiza wachezaji e. Kwa hiyo navyoona mimi, Elimpanzu ana haki ya kuamua chochote, kwa sababu mpira ni pesa, anaangalia mafanikio yake. Mimi naona kkee ni sawa, lakini viongozi kama kuna sema wanakosea, wa Msimbazi waangalie wanakosea wapi lakini Fadu Davis kwa sababu alikuwa na mpanzu anamjua vizuri na ndio maana e, unakumbuka hata Musa Balakonte ambaye aliingia katika timu ya Yanga vilevile Fadu Davis alikuwa anamtaka afanye naye kazi katika timu ya Simba, lakini e, amemchukua katika disha dogo kama e, kwa mkopo kama mchezaji huru kutoka katika timu ya Yanga. Kwa hiyo eli mpanzu naye anahusishwa kwenda katika timu ya Raja Kasablanka na wakati wowote wa kuanzia sasa anaweza akaenda Raja Kasablanka. Je, unaonaje, kwenda kule walabuni anaweza akapata namba katika timu za Kiarabu. Kama mnavyojua Waarabu huaga huwage wana wabaguzi sana e, wana ubaguzi na wachezaji ambao ni weusi. Unaonaje kuhusiana na swala zima la Elimpanzu kwenda kucheza? Elimpanzu, mnavyoona kabisa, kwa ubora wake na uwezo wake, akienda kule Raja Casablanca namba atapata, kwa sababu ni mchezaji ana uwezo mkubwa sana na ana kipaji kikubwa sana. Kwa hiyo unaona, Elimpanzu akienda kule atafanya mambo makubwa sana, namba atapata. Uh, ebwana, nakukumbusha tu mdau wetu, usisahau kusubscribe katika peji yetu, ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo na burudani kila siku, utakuwa umetisha kinoma noma.